Kwa nyuso ninazoziona hapa, nina uhakika watoto hawa wanaenda kufanya mtihani vizuri na watafaulu vizuri sana. Kwa nini? Ni kwa sababu walimu wetu wa Shantamine. Mwalimu amejaribu kuzungumzia tulikotoka, lakini nikumbushe tu kwamba mpaka elfu mbili na, na, elfu mbili na kumi na tano shule hii ufaulu wa kidato cha nne kwenda kidato cha tano hatukuwa tunavuka watoto watatu, lakini leo hii kutoka kidato cha nne kwenda cha tano tunapeleka zaidi ya wa watoto mia moja na hamsini. Hii ni hatua kubwa sana ambayo tumeifanya katika shule yetu ya Shantamine. Ni, shule hu, ni, ni kazi kubwa ambayo walimu mmeifanya, na kwa maana hiyo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa mama yetu mpendwa Dkt. Samia Suluhu Hassani ikaona ni jambo jema kwa kazi ambayo walimu wameifanya katika shule hii tuipandishe hadhi sasa kuwa ya kidato cha tano na sita na hata tulivyopokea hiyo hatukubaki nyuma. Wanafunzi wetu waliendelea kufanya vizuri, ndio maana ninaposimama hapa ninaamini watoto wetu hawa wanaenda kufanya vizuri zaidi kuliko hata waliowatangulia. Na mimi nina imani kubwa watoto wetu hawa ni wasikivu ukiona shule wamefika wame, wame, wamezungumza katika risala yao kwamba wakati wanafika hapo walikuwa watoto sabini na mbili kwa miaka ya nyuma, tungetarajia kwamba wamebaki sitini ama arobaini lakini badala yake wameongezeka mpaka wanafunzi kuwa themanini Ni kwa nini? Ni kwa sababu Shantamine, wazazi wanaiona ni shule ambayo inaenda kutengeneza elimu nzuri ya watoto wao na Shantamine hii ina matokeo ambayo kila mzazi anatamani kuyapata, ndio maana badala watoto kuwa wamepungua ama kwa kuhama ama katika namna yoyote ile ya kutokuzingatia masomo wakatoka, badala yake wameongezeka zaidi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, ndugu mkuu wa shule, nikupongeze wewe pamoja na walimu wako. Yes, tupige makofi. Asante. Wamezungumza viongozi walionitangulia imani ambayo wameizungumza na kuionyesha juu ya watoto wetu hawa ambao wanaenda kufanya mtihani wao wa kidato cha sita. Nina imani watafanya vizuri, na kwa historia ya shule yetu, kila mwaka tunazidi kuboreka vizuri zaidi. Kila mwaka tumekuwa na mafanikio mazuri, na wanangu ni wasie tu kwa jambo moja zuri Tumekaa hapa Shantamine kwa miaka miwili. Kilichoko mbele yetu ni sehemu ya kututoa katika hatua nyingine ya kielimu kwenda kwenye hatua nzuri zaidi ya kielimu. Mimi naomba zingatieni yale ambayo yamefundishwa na walimu wetu, lakini zingatieni yale ambayo wazazi wamekuwa wanawaasa kila mnapotoka nyumbani kuja hapa shuleni. Imani yangu ni kwamba mtayazingatia yote. Imani yangu ni kwamba yale yote ambayo mmekuwa mnakaa darasani, wakati mwingine mnachelewa kulala kwa ajili ya kujisomea, ili mpate ufaulu mzuri, mtaenda nayo mpaka tutakapokuwa tunaenda kumaliza mitihani. Tumeweza kufanya mtihani mbalimbali ya ndani na nje, ikiwa mtihani wa utimilifu wa kidato cha sita kanda ya ziwa, yani mock exam uliofanyika kwa mikoa minne ya kanda ya ziwa ambayo ni Geita, Mara Mwanza na Kagera tuliweza kupata matokeo kama ifuatavyo. Division one saba, Division two ishirini na saba, Division three arobaini na mbili na Division four nne. Lakini pia tumefanya mtihani wa kwanza wa mkoa kujiandaa na mtihani wa taifa yani joint pre-necta one, na kupata matokeo kama ifuatavyo: Division one, 36, Division two, 25 na Division three, 16. Mazingira ya simu kwa watoto wenu, msijaribu kuwaachia, msijaribu kuwaachia. Mkiwaachia hawatumii kwenye mazingira ambayo sisi tunawatarajia au ninyi wazazi mnawatarajia, anaweza akakesha, ana chaji simu yake, halafu anawasiliana ana na hawalake Matumizi ya simu ni sahihi, lakini kama yatatumika vizuri, lakini simu hizi hizi pia zina madhara endapo zitatumika bila uangalizi, kwa maana bado wana umri wa utoto, bado ni wanafunzi na wanahitajika, wana kuwa na ndoto zingine baadaye kwao, wanahitaji kuendelea kukomaa na kuendelea kujua matumizi sahihi ya simu hizi kwa ajili ya manufaa ya teknolojia. Tunaelekeza watoto wanapokuwa shuleni, hasa wasipewe simu na wazazi wao lakini inaleta kigugumizi pale wazazi wanapokuwa hawaelewi nini madhara ya kuwa na simu maeneo ya shule, hapo ndipo inaleta shida.